Kuna huyu Baba, binti, binti, yes. Baba yako yuko wapi? Amefariki? Amekulea? Anaweza kasogea huko. Amekulea? Amekulea? Hapana, haujamkuta Ujamkuta au umfahamu? Alifariki ukiwa mdogo sana, lakini ninamwona bado anaishi na wewe yaani, yeah. Amekuzunguka, sijui kama unanielewa. Na upande wa baba yako Yesu ananiambia kuna vita sana kwenye eneo la ndoo, sijui kama unaelewa hichi nachokiongea binti, yeah. Unaelewa vizuri? Naelewa. hii vita unaijua, Naijua. na hiyo ipo kwako na kama usiposimama vizuri na Yesu, kwa sababu mi namuona Mungu anakupenda na wewe unampenda, ila kuna kitu kidogo ambacho kinakuvurugaga na Mungu, hasira. Ndiyo. Yani, unaweza ukaacha takusali na mtu asikwambie kitu, ndio. Si kama unanielewa? Hii ni vita ambayo inanyanyuka ili Mungu, ili wewe waweze kukupishanisha na na, na, na Mungu na ukikaa vizuri tu leo, haya mafuta atakao mpaka leo, hatima yako ya ndoa itatokea mwaka huu huu. Usifikie hatua ya kukata tamaa, kwa sababu hiyo ni vita. Sikuoni wewe ukivaa pete mpaka baba yako apumzike, kwa sababu naona amekuzunguka. Waliofanya vurugu kwenye hii mauti ya baba yako, wamekuambatanisha na baba yako. Sijajua, unapolala kuna mtu namuona kama mtu mzima uko naye. Kuna wakati inatukia unamuona mtu...